Kinachokufelisha katika biashara yako si kukosa wateja, wateja wako kinachokufelisha ni kwamba, moja, unadhani kuposi sana bidhaa kutofanya wateja kufanya maamuzi ya kununua. Hapana, zaidi utakachotengeneza kwenye vichwa vya wateja wako ni kuonekana kama genge la uuzaji wa bidhaa. Wateja wafanye maamuzi ya kununua kwa sababu wameona bidhaa yako sana, watafanya maamuzi endapo wataona kweli wewe unaweza wasaidia kuwa wale wanaotaka kuwa. Namba mbili, haujui kutengeneza konte sahihi zinazoongea na na wateja wako. Picha unazotumia unazotumia, video unazotumia zinaongea lugha ambayo inakugusa wewe na sio wateja wako. Wajue wateja wako vizuri, na sio kujijua wewe unataka nini kwa wateja wako. Namba tatu, hauna mfumo mzuri wa uuzaji wa bidhaa yako. Wewe unafanya unachosikia wengine wanakifanya bila utafiti au majaribio yoyote. Haujui mteja akikutafuta utaanzaje kudili naye mpaka kufunga mahesabu. Unatakiwa kuwa na mfumo sahihi ambao mteja wako atapita kuweza kufanya maamuzi sahihi ya kununua bila kuwa na wasiwasi wowote. Mfano, anza kuwa na landing page bora, na itumie kwenye matangazo kwenye mitandao yako ya kijamii. Ukihitaji kutengenezewa mfumo wa gharama nafuu utakao kusaidia kuuza bidhaa yako bila mteja kukuona au kusikia sauti yako a ubonyeza link iliyopo kwenye profile ya akaunti hii kupata utaratibu zaidi.